Je, kwa watendaji, tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kulikoo miaka sabini nyuma. Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana, sina tabia ya kukununia wakati moyo na kuchekea. Furaha yangu utaiona, na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote kila mtu akae kwenye kiti chake na enee. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulisha, ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako, uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali, yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali, yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela, hakuna kazi nyingine inayofanyika na tunalipwa mshahara na serikali, imetutawanya nchi nzima. Brother kafunga mkanda wako, ni wakati wa kupaa. Kwenye habari tuna kazi kubwa, tuna maafisa habari mpaka kwenye wilaya. <laughs> Na inafika mahala watanzania wanaenda kulalamika kwa wanahabari huko mtaani, wanahabari wanaamua kulipoti kero ya wananchi iliyotokea kwenye halmashauri zetu kwenye wilaya zetu wanabali. Na inafika kipindi tunawachukia wanahabari wanaoripoti yale ambayo walipaswa kuripoti, na maafisa habari tulionao sisi wenyewe. Mkurugenzi na msimamizi na mkuu wa idara, naomba ukae kwenye kiti chako na uenee. Ndivyo ilivyo, hivyo hivyo kwenye sanaa, ndivyo ilivyo kwenye maeneo mengine. Ninasema hivyo kwa sababu mimi, muda wa kusubiri sina, umri wangu huu nisipokuwa na spidi ya kutimiza ndoto za Watanzania waliomwamini Daktari Samia wakamteua na mimi nitakuwa siandiki alama njema kwenye kizazi kilichopo.